Habari ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa Jida Media. Naam, huu ni ukweli wa mambo na leo tunaizungumzia Iran na Marekani katika ukweli wa mambo. Huko kimenuka Irani, kati ya Marekani kumekuwa hapa shikiki. Ebwana, mimi naitwa Kamanda Wazam inayokuletea makala hizi za ukweli wa mambo. Pia soon tutakuwa na kipindi cha karibu jirani, tuzungumze, tutatimba mtaa kwa mtaa kuweza kuzungumza changamoto, kuyajenga, kukosoa, pia kuelimisha jamii. Kama hujasubscribe, fanya kusubscribe like channel, pia share kwa wengine ili waweze kupata elimu muhimu. Je, dunia iko karibu kushuhudia vita kubwa zaidi mashariki ya kati kwa mlango kwa miongo kadhaa, au yote haya ni siasa na vitisho? ndani ya Washington na vituo vya ufuatiliaji wa migogoro ya mashariki ya kati, wachambuzi wakubwa wanapingana vikali. Wengine wanasema hakuna vita, wengine wanasema vita vinaweza kuanza siku chache zijazo. Leo tunaangalia mitazamo miwili inayokinzana kabisa kuhusu uweke, uwezekano wa shambulio la Marekani dhidi ya Iran na nini kinaweza kutokea baadaye. Kwanza tuangalie mtazamo wa kwanza wa shambulio la kuokoa uso. Mchambuzi wa kwanza ni Profesa John Mearsheimer wa chuo kikuu cha Chicago. Kwa mujibu wake, kama Marekani itashambulia Iran, basi haitakuwa vita kali Bali ni shambulio dogo la kuokoa heshima ya kisiasa. Mashamir anaamini kuwa kubadilika, kubadilisha serikali ya Iran kijeshi haiwezekani. Jeshi la Marekani anasema tayari limemjulisha Trump kuwa hakuna uhakika wa ushindi hasa baada ya maandamano yaliyotarajiwa Iran kushindikana. Kwa mtazamo wake Trump alijikuta kwenye mtego wa kauli zake kali. Mwenyewe ameongeza vikosi, ametishia vita, lakini hana njia ya kweli ya kushinda. Hivyo chaguo pekee linalobaki ni shambulio dogo bila washirika, kisha kutangaza ushindi na kujiondoa. Lakini hata Meshemer anaonya, Iran imesema wazi shambulio lolote hata dogo litajibiwa kwa nguvu kali. Mtazamo wa pili: vita viko mlangoni. Sasa tuangalie mtazamo wa pili ambao ni wa kutisha zaidi. Huu unatoka kwa maafisa wa zamani wa CIA Larry Johnson na Ray McGrover. Kwao huu ni mjadala wa nadharia wanasema, vita vinaweza kuanza ndani ya siku chache kwa mujibu wa taarifa zao za kiintelijensia nchi nyingi za guba kama Saudi Arabia, Oman, Qatar na UAE zimekataa kutoa anga yao kwa Marekani. Hii inaziweka meli za kivita za Marekani katika hatari kubwa baharini. Johnson anaeleza kuwa Iran ina mpango wa majibu wa hatua tatu. Moja, kushambulia kambi za Marekani mashariki ya kati. Mbili, kushambulia Israel. Tatu, kufunga mlango wa bahari ya Homos, njia muhimu ya mafuta duniani. Hatua hiyo pekee inaweza kusababisha msukosuko mkubwa wa uchumi wa dunia. Mc Grovan anaenda mbali zaidi, anaonya kuwa Trump anaweza kufanya kosa la kihistoria, sheria ya madhara yasiyotarajiwa. Vita vikianza hakuna atakayevizuia. Chanzo cha migogoro: Israel na maamuzi ya Marekani. Wachambuzi wote watatu kwa njia tofauti wanakubaliana juu ya jambo moja: Israel ina ushawishi mkubwa katika msimamo wa Marekani dhidi ya Iran. Mir Mahem anasema sera za Marekani haziongozwi na maslahi yake Bali shinikizo la kisiasa kutoka kwa makundi yanayoiunga mkono Israel. MC Grovan na Johnson nao wanasema wana, wana karibu msukumo wote wa vita unataka Tel Aviv na Washington inaogopa kupingana nao. Lakini tofauti iko hapa, Mir, Mir Shamir anaamini mantiki itashinda. Johnson na MC Grovan wanaamini mantiki tayari imeshindwa na kasi ya matukio. Hivyo basi, swali kubwa linabaki: je, tutashuhudia shambulio dogo la kisiasa au vita kamili itakayotikisa dunia? Je, tunawaamini tuna wasomi wanaosema gharama za vita zitazuia maamuzi ya kipuuzi au maafisa wa inteligensia wanaonya kuwa gurudumu la vita tayari limeanza kuzunguka. Wiki chache zijazo zitatoa jibu, lakini jambo moja ni la hakika: vita kati ya Marekani na Iran, hata likiwa fupi, litaathiri dunia nzima. E bwana, mimi ni mtangazaji wako na msimuliaji wako wa makala hizi, kamanda wa Zam. Tukutane tena katika session nyingine. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.